Kila mtu mimi ningemshauri anunue nyumba yes, vrema, lakini yenye ana uwezo nayo, yenye anaona naweza akalipa kwa sababu, napana mbapo nakaa kwenye apartment mm, napo unalin unalipa hela yeah, na ili naenda bure kabisa mm. Sisi kuja hapa sio lengo la kuwatisha na kuwakataza kununua nyumba. Tunakuja tuambie mufanye, mufanye ile research, ile research, yani vile vitu vyote muvifanye mbere ya kwenda kununua mwangalie hiki kitu, ni hivi mnabitea kumustari mm -hmm. ndo mkuje kuwa na mafanikio bila kuteseka sana, na mchukue muda yes, mchukue muda, sio yes. kukimbia ya kimbi. Yani usisikie kama una pressure ununue nyumba, chukua muda, aa angalia, yeah. angalia, take time mm -hmm. inasaidia sana kuweza kumake the right decision yes. kwa sababu hii wanasema kununua nyumba ni one of the biggest yes. decision na maisha ya kutafanya hapa Marekani mm -hmm. yeah. yeah. Sasa ukishafanya hivyo vitu na nawazia hata kama naishi kwenye apartment hapa, napokaa nalipa kiasi gani hizo, mm. hela zote zinaenda. Unaonaje ukinunua nyumba ambayo na uwezo nayo, yeah. kisha nakuwa unalipa ile hii, naweza kukusaidia. So tumeongelea kuhusu kujua uwezo wako. That's the first solution. Secondly, mm -hmm. jua nina credit score gani? mm -hmm. wewe na mume wako, kwa sababu wanaangalia wewe, mume wako, wanawatia nyinyi wote pamoja, wanaangalia mnasemaje. Tatu, atatu mwezi kuangalia Je, tunanunua hii nyumba sisi, tunaweza kuafoda apa mahali yaani, mahali mnanunua nyumba. On top of that one unaweza kutana moko katika zip code ambayo maybe kuna HOA kila mwezi. Na tumeongelea tena na kitu cha kazi, cha kazi nayo ikoje naipenda au unapanga, unasomea kitu, nataka ku-upgrade kazi yako hiyo? Yes. vyote ni vitu vitu vya, vya kwenda mnaangalia, na wewe ukipiga hizo hatua zote ambazo tumekwambia, utakuja kuteseka mm. Utanunua nyumba ambayo una uwezo nayo, yenye haitakuja kukuchokesha kuku, kuku, kuku, yes. Mapema sure, tumeongelea mengi sana kuhusu kununua nyumba za kununua nyumba kama una swali yoyote kuhusu kununua nyumba, yani kama unawazia kununua nyumba na unataka tuweze kukushauri, tuandikie ama bonyeza kwenye TikTok yetu, kuna namba yetu ya WhatsApp tuandikie, tutaweza kujibu swali lako na tutakusaidia hata kuweza kupatia shauri jinsi gani unaweza kununua nyumba bila kukimbia. tunatamani